Na barabara msikilizaji, na mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Ikiwa leo kabisa tuko mjini Uvira, ikiwa tunaendelea kukupasha habari zote ambazo zinaendelea huko katika vita huko uh, katika jimbo la Sud Kivu na huko maeneo ya Sange kama Nyola, Katogota na nafasi nyingine. Leo ni siku ya posho ya tariki sita Desemba mwaka uh, elfu mbili ishirini na tano. Tunaangazia habari kabisa ili kujua kile ambacho kinachoendelea huko maeneo ya Sange. Habari tulizokuwa nazo zinasemekana kuwa mchana kati ya hii leo majira ya saa nne asubuhi bomu moja lilikwenda kulipushwa hapo maeneo ya Sange na halikuweza kufanya maafa yoyote, lakini hapo Sange waeleza kuwa habari habari e, wakaaji wa pale Sange wako katika hali ya amani pia na utulivu na pia kuna habari zingine ambazo zinazagaa kuwa pale maeneo ya Luvungi tayari waasi wa M ishirini na tatu wamekwenda kuteka maeneo hayo. Habari hizo kabisa ni za uongo kabisa, tena za kukanusha na kusema kuwa jeshi la FARDC wazalendo wanaendelea kontrol pale maeneo ya Rubarika na huko maeneo ya Kaziba na nafasi zingine katika jimbo la Sud Kivu. Tukujuze kuwa mtazamaji wetu, endelea kuwa pamoja nasi licha ya kuwa kulikuwa na mapambano ambayo yalizuka leo asubuhi. Habari ambayo tunaweza kuwa nazo yaeleza kuwa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo na jeshi la Burundi wakwenda kabisa kutokomeza na kuweza kukimbiza waasi wa M ishirini na tatu kupitia bomo ama milio ya risasi ambayo ilikwenda kusikika maeneo hayo, jeshi la Kongo halikuweza kubaki kimya kabisa na kuanzisha kabisa uh, uchunguzi baada tu ya ndege tatu ambazo za kivita ziliweza kupita mjini Uvira zikijielekeza kwenye shamba la vita huko maeneo ya Kamanyola na Katogota. Kwa hiyo matarajio na matumaini ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kuwapa kipaumbele jeshi letu la Kongo na kusema kuwa ni lazima waweze kufanikisha na kuweza kushinda mapambano hayo ambayo yanayo yanayoendelea katika jimbo letu la Sud Kivu habari ni nyingi sana tumechukua maoni na pia wakaaji wa Sange ambao wameanza kukanusha na kusema kuwa kunakuwa na zile bomu ambazo zinapigwa na vijana ambao wametoka sehemu mbalimbali mtakwenda mbali. kusikiliza audio zao na kujua kile ambacho walicho kizungumza mimi na wewe nikukaribisha kuweza kuwa nasi mwanzo kabisa hadi mwisho wa matangazo yetu ya siku ya leo. Karibu tuli, tulikuwa Sange hapa ilikuwa mwa maepas o kombe ilianguka ilianguka mu tere ya kanisa ya Katolika, paroisse ya Katolika ku mwisho ya paroisse ya Katolika kukiwanja ya kya kabumbu ya mwisho ya paroisse ya Katolika joko yenye bombe ilianguka, lakini ile bombe haikutoka akote ya Rwanda. Hapana, haikutoka kote ya Rwanda pa kusi. Ilianguka ndio inatoka kote ya ngambo ya Burundi. Atujua kama balitupa, lakini inaonyesha kama ni, lakini kote ya yaai kama kanoaaaa inaonesha inaanguka inachimba kote ya mulima, inatokea kote ya ngambo ya chini, ngambo ya Burundi, lakini inaanguka kote ya mlima, inaonesha inachimba. Ndio Bwana Chikuru Baleni, tuambie sasa hali uh, iko namna gani ya wakazi wa pale Sange? ooa n za yendelea mangambo za santre na bangine banarudia nyuma kidogo makote ya kukilalo, na bangine bako pale pale kwenye ile bombe ilianguka, bako tu lakini, bako na mabogaboga, na kuna bangine venye hawana boga. Zaidi ni watoto na banamuke njo venye banaonesha alama ya boga, lakini wanaume hawaoneshi. Je, tuambie hali ya usalama iko je? Jeshi je la la FARDC na wazalendo wanaendelea kulinda usalama pale Sange? E, wakati ile bombe ilianguka basoda ya FARDC balifika pale, bakaangalia kwenye ile bombe ilianguka, bakaanza analize mukuonyesha, kama haikutoka mbali, ilitoka tu maeneo za mutuma wetu, haikutoka mtamanovungi hapana, juu kote gesi ilianguka muposiene ilianguka ndio ilibafasilia kwenye, inaonekana inatoka inatokano kwa kote ya Kamanyola ilianguka, kote ya Uvira, lakini ilionesha kama inaanguka kote ya mulima ya okay. Bwana okay, eh, Chikuru kwa aliko mzuri na population. Ah, banea walituambia kwamba kuna watu ambao wametoka Luvungi, Luberizi ambao wamekimbilia pale Sange. Je, ni kweli? Ni kweli, tokea jana populasio ya, ya Luvunge ilitoka kule Luvunge ya mingi sana inakimbilia pasange tokea jana, ilitoka mingi sana inatoka mingi sana Luvunge inakimbilia Sange, lakini Sange kuko amani sana. Na jana kusiku wato balilala mzuri kimya, hakuna risasi, hakuna usalama mdogo, hakuna usalama Amobay iliko na usalama mingi sana ya hii bombe tunapesha batu bamoya mwaile marozabu tu lakini hakuna shida. Pardes ishafika pale, naona kwenye ile bombe lianguka pale bashi l o ya nguka na population mpaka saa hii iko nafika kuangalia. Bana ruhusu watu batu habajaraje batokea kuangalia ile fasi. Je, watu wako wanaenda Luberizi na Luvungi? Unasemaje? Je, watu wako wanaenda Luberizi na Luvungi? Luvungi, eh Luvungi, mpaka saa hii batu population iko na endelea to toka toka. Iko na endelea to inatoka, lakini haitoke ukimbia masasi. Ah, inakimbia ile fuyo ya mabombe. Fuyo za bombe. Je, unakimbia Sange? Je, muna muna na mambuzi a vako na mambuzi na mamatela makinga na magukuya na mashakoshi, ndiyo? Je, nini hasa ujumbe ambao umetolewa na viongozi wa serikali wa maeneo ya pale Sange? Usalama, ujumbe wa serikali usalama. Je, kuna ujumbe wa serikali ya Sange ambayo tayari imetoa kama vile cite au uh, kama vile teritoari E, una katika katika, lakini ninacho kama usalama, tangi iko mzuri, ilitingizika tu kidogo, lakini kwa sasa tena watu wanaanza enda wanarudisha eh, wanaanza enda wanarudisha ile boga yenye walikuwa kwa nayo, inaanza enda inatoka tupa, wanaanza rudia tena kwa manyumba pamoja na vijiji walikuwa barisha kimbia kwa ile boga yenye ilisababika, lakini usalama iko mzuri sana, ni kimya kabisa, hakuna tabu ka. Asante, tunakushukuru ndugu yetu. Asante sana, naona connection ipo mbaju, niko mbali. Naweza Burundi yatangaza vita sasa na Rwanda baada ya mabomu kadhaa kuweza kuanguka katika ardhi yao, mabomu ambayo yalitumwa na vikosi vya wahasa AFC M23 kutoka Kamanyola. Aa, imesababisha Burundi kutoa rusa, yaani kuamuru majeshi yake kutumia aina yote ya silaha iwepo zitahitajika huko kwenye uwanja wa vita. Moja kati ya jambo ambalo inaonekana kwamba vita hivi vinaelekea pabaya. Mpendo wa msikilizaji, yote haya utakuja kuyasikia pia uh, katika taarifa yetu hii ya jioni ya leo, ambapo tunakuletea habari tosha kuhusu yote na ujiri sasa kwenye uwanja wa mapambano. Moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari, na habari kutoka huko Kamanyola. Taarifa zinatufikia kutoka uh, kwenye uwanja wa vita zinasema kuwa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limefanikiwa kuharibu ngome kubwa ya wahasi wa AFC M23 pamoja na majeshi wa Rwanda katika eneo la Kamanyola. Chanzo cha kijeshi kilichonukuliwa kinasema kuwa kuna uadhibifu mkubwa uliosababishwa na operesheni hiyo, na kwamba idadi ya waasi waliouawa ni kubwa zaidi. Kwa mujibu wa chanzo hicho hicho, miongoni mwa waliouawa anatajwa kuwa afisa wa ngazi ya kanali wa jeshi la Rwanda japo taarifa hizi bado hajathibitishwa haja na mamlaka huru. Wakati tukio hilo likiripotiwa katika eneo la Luvungi center, kumekuwa na milipuko mikubwa inayoendelea kusikika na hali hiyo inasababisha wakaaji wengi kuweza kuelekea Sange huku wengine wakielekea hadi ndani ya mji wa Uvira. Mapambano haya leo imeanza katika majira ya asubuhi saa kumi na moja ambayo ilikuja na kasi kubwa. Waasi walikuwa wakijaribu kusonga mbele kwa lengo la kupanua maeneo yao na kuingia katika mji wa Katogota ili wapate fursa ya kuingia Lubarika pamoja na Lubungi. Uh, moja kati ya lengo kubwa ambayo imekutana na upinzani mkubwa, kwa sababu majeshi wa kizalendo majeshi la majeshi wa FARDC pamoja na majeshi ya Burundi walifanya jitihada zao na kuweza kuzima shambulio hilo ambalo lilikuja na kasi kubwa majira ya asubuhi, lakini majira jioni, hapa tunapozungumza, mpendo wa msikilizaji wa zalendo, waendelea kutangaza ushindi na kusemea kwamba wako kwa imara kwenye ngome zao ambako waasi walijaribu kuwatikisa, lakini walihakikisha kwamba wanafunga njia zote ili waasi wasiweze kupata njia ya kuweza kupenya kutoka kwenye uwanja wa vita. Msemaji wa kundi la wazalendo huko Kabare, ambaye kwa sasa anapatikana ndani ya uwanja wa vita maeneo ya Lubarika, Mheshimiwa Abubakar, anaeleza hali na matukio halisi ya mapambano ambayo ameripotiwa kwa siku nzima ya leo. Karibu kamanda, na labda ungeanza na kujitambulisha vizuri ili wasikilizaji na watazamaji wapate kusikia kile ambacho kinaendelea huko mliko kwenye uwanja wa vita. Hali iko namna gani kiongozi? Bwana mtangazaji, nataka kujulisha habari ambazo za uhakika zinazopatikana katika uwanja wa vita leo tarehe tano mwezi wa kumi na mbili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. E, kwa siku ya leo adui alitaka kutafuta njia kwa kutaka kujipenyeza ili kuchomokea Lubarika ndani kwa kuchukua mbinu za kuja Luvungi pasipo kupitia barabara kubwa inayotokea Luvungi hadi Kamanyola Katogota, lakini adui anapojaribu kufanya kila mbinu ambazo anatafuta kuzitumia anakutana jeshi letu liko wa imara, wazalendo wako imara pamoja na FRDC. Bwana e, mtangazaji najua ya kwamba huko ambako mliko Uvira mnapaniki watu wana wanavapaniki kusema ya kwamba Luvungi imeshakuwa mikononi mwa adui, ni uongo. Mapambano bado yako Katogota, Kamanyola, isipokuwa ni mabomu ambazo adui anapiga kiolela kwa kutaka kuumiza raia. Unajua bwana mtangazaji, ya kwamba vita ya leo ni silaha ambazo nzito nzito, ni zile silaha za masafa marefu. Na unajua kama wenye Rwanda ni watu ambao wameshazoea kuua raia yetu, ni watu ambao hawana huruma sasa pamoja na hayo yote, pindo wanapoona mbinu zao zimefeli, wako wanatupa mabomu makubwa makubwa Luvungi, Lubarika, Lupango, kwa kutaka kuumiza raia. Sasa pamoja na madhara kama, na ile ndo kitu kinachowapa raia uoga, lakini kwa kweli jeshi letu la FRDC liko imara, wazalendo wako imara katika uwanja wa vita. E, ndio hivyo tena bwana mtangazaji. Unajua, mimi kama vile msemaji wa jeshi la Kabare vile vile, leo saa kumi na moja M23 wamekuja kwa wingi sana unajua, kama tokea jana e, meli zilitoka Goma kwa kuleta wengine maaskari kuja kupana ramforo Kabare Kamanyola jana, maskari wameingia wengi sana ambao walikuja na meli inayoitwa Emmanuel. Jana, bwana mtangazaji, huwa wakongomani wengi wanajishughulisha kusema kama vita imeishaisha kwa mikataba. Lakini sisi ambao tunaishi katika uwanja wa vita, sisi ambao tuko tunaona mbinu ambazo M ishirini na tatu pamoja na IFM na serikali ya Rwanda na Uganda banaendelea kutumia Hawategemei masuala ya mikataba hata dakika moja kwa sababu tokea usiku wa jana maaskari wako wanatokea Rwanda, usiku wote kuingia Bukavu, Bukavu Kamanyola, Kamanyola Mwenga, wengine wanaenda huko sehemu za Bunyakiri. Kwa leo huko sehemu za Chivanga kumetokea mapambano makubwa sana ambapo wamepeleka gari karibuni tatu za kivita char de comba na upande wa mdaka vile vile askari wetu wangali imara, kwa sababu unajua pale kuko kiongozi Egle pako komanda mabaki, ni watu ambao kabisa wamejitolea kinagaubaga. Isipokuwa tunaendelea kuomba serikali iangalie namna ya kuwasaidia wazalendo wa Kabare, iangalie namna ya kupatia FRDC iwaunge mkono kama vile FRDC inayopatikana huku mr d ya kupanda Mwenga. Kwa sababu wana mtangazaji, wazalendo wa upande wakabari sekumsi, wa Kabare wanajikuta sekumsi wako delc, kwa sababu uliwe inakaribia takriban juma mbili hizo wanapigana mara kwa mara asubuhi kama vile mchana, lakini hawapati msaada wa serikali. Wakati alikuwa anapiga kule kuna, kuna Zareno anataka pili chapili ndio wakamkamatia kule, vile unasikia.

ikilia tena ingine bombe omo tutatafutana, si itakuwa ira irake bajeni garso ya Luvungi na bajeni garso ya, ya Sange. Musilaumu asemesange nakuwa mwingine umbaye benye wanajua wa Sange kule kinanira kuna zareno kule, kule kukanisa Katolika kule partiza kule njo kwenye yo jamali enda rupua hiyo nani hiyo bombe iyo nam na kinye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho kabisa. Mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia na kujua kile ambacho kinachoendelea huko katika shamba la vita, huko maeneo ya milima inayoenukia Uvira na pia milima inayoenukia huko nyanje za juu na nyenje za kati, ili uweze kujua kile ambacho kinachoendelea. Mimi na wewe, nikukaribishe kuweza kujiunga nasi, usikose kujiabone kwenye channel yetu La Voix d'Uvira TV kulaki na kushare kupartaje kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa uweze kuzipata. Shukrani na kutakia usikilivu mwema kwa erini.